a wawili wa familia moja Madiba Sengerema na Maduka Kashinje wamedaiwa kutekwa na watu wasiojulikana Septemba 20 mwaka huu wakiwa nyumbani kwao mtaa wa Temeke kata ya Mhandu wilaya ya Nyamagana mkoa wa Mwanza. Imeelezwa tukio hilo lilitokea majira ya saa nane mchana ambapo watu tisa wasiofahamika walifika nyumbani kwa Masumbuko Sengerema na kuwakamata vijana hao kisha kuwapakia kwenye gari aina ya Land Cruiser Hardtop ambayo haikuwa na namba za usajili iliyokuwa imeegeshwa umbali wa mita mia tatu kutoka kwenye kaya hiyo. Hata hivyo familia hiyo imeeleza kuwa baada ya tukio hilo walifanya jitihada za kutoa taarifa kwa uongozi wa mtaa pamoja na kufungua taarifa katika kituo cha polisi Nyakato na kuomba jeshi hilo kuwasaidia kupatikana kwa ndugu zao. Masumbuko Sengerema Madiba, mkazi wa Temeke Nyakato: siku ya tarehe ishirini watoto wetu iba Madiba Sengerema Madiba, Madiba Sengerema, na, ma, na Maduka Mashiku Sengerema walitekwa mpaka saa hizi hawaonekani. Tunaomba serikali itusaidie kwa wepesi, ili watu hawa waweze kupatikana. Naitwa Adija Sadiki hidi, mme wangu Maduka Mashiku Kashinje alichukuliwa na watu wasiojulikana, kimbia vituo wa vya polisi kujaribu kuwa, kuangalia lakini hatukuweza kupata mwafaka wote, wala wale watu hatukuweza kuwaona paka sasa hivi tumesubiria tangu tangu tangu tarehe ishirini na mpaka leo hii hatujaona chochote tunachoambiwa na serikali, ila tangu amaondoka mume wangu tunaishi mazingira magumu sana, mpaka sasa hivi hatujui tunaelekea wapi. Benjamin Meriki, nakaa Nyakato Mwanza, pigiwa simu kwamba Maduka kachukuliwa na watu Ambao walikuja kwenye mji watu kama wanane au tisa. Baada ya kuja kumchukua nikapigiwa simu nikarudi nakimbia. Nilipofika niliuliza amechukuliwa na wakina nani? Watu wakanielekeza kwamba kuna gari imekuja haina plati namba, ambayo ilikuwa imepaki eneo la shule ya Islamia Sekondari. Baada ya kufuatilia mpaka pale gari ilipokuwa imesimama, akawa huyo kijana ameshachukuliwa tayari na watu ambao hawajulikani lakini kabla ya kumchukua walimkamata na kumfunga mikono pamoja na kuonyesha bastola. Hiyo bastola ambayo waliponieleza nikawa na hofu kwamba jeshi la polisi sijawahi kuona linaenda kukamata mtuhumiwa wakiwa na bastola. Na baada ya hapo nilikuja kumuona balozi wa eneo husika na yeye akasema hivyo hivyo kwamba na yeye aliona hivyo hivyo. Lakini pamoja na hivyo niliondoka kwenda kituo cha polisi Nyakato kutoa taarifa kwa mkuu wa kituo, lakini nilipofika niliambiwa nisubiri nirudi jioni. Baada ya kurudi jioni, nikaenda pale OCS akawa tena, nenda utarudi kesho. Ilikuwa siku ya Jumamosi, nilirudi kituo cha polisi asubuhi saa mbili, wale maskari nikawakuta, niliowakuta wakasema OCS awezi akaonekana leo. Nilipewa namba ya simu, nilimpigia simu. Baada ya kumpigia simu akaniambia hilo swala mpaka Jumatatu, kwa ajili ya ya kunipeleka mkoani. Baada ya hapo, tulisubiri mpaka Jumatatu. Ilipofika tulienda mjini kwenda kuripoti. Tuliporipoti walichukua maelezo yote na watu waliowaona wale watu waliokuja, lakini hatukupata msaada wowote mpaka sasa hivi tunahangaika mperezi wa kwanza wa faili alipewa, lakini tukaambiwa amebadilishwa. Baada ya kubadilishwa, mperezi yule akapewa mwingine. Mwingine huyo, mpaka sasa tunampa taarifa ya hizo simu, kwamba simu moja ya madiba Madiba Sengerema inapatikana, unapotuma message inapokelewa kwa muda, baada ya masaa kama manne matano inapokelewa. Lakini ushirikiano wote hatujaupata mpaka sasa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Temeke, Daudi Ruhunga, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo la kudaiwa kutekwa kwa vijana hao wawili wa familia moja, huku balozi wa shina namba 25 Septa Ali akieleza kile kilichotokea wakati wa tukio la utekaji wa vijana hao. Mmoja alikamatiwa hapa nyumbani, wa pili walimshikia maeneo ninapoishi mimi, jirani, ila ni mtaa huu ila pameshajulikana, maarufu kama nyakato sokoni, lakini mtaa wa Temeke. Yule mwingine alienda wakamkamatia pale pale, wakamweka naye kwenye gari, kwa hiyo wamekamata watu wawili. Tena lingine ile la juzi, ile la Jumamosi, na yenyewe limejitokea kwenye mtaa wangu. Sasa mpaka mimi najiuliza, mbona zamani haya matukio yalikuwa hayapo? Kwa nini mwaka huu yamekuwa matukio ni mengi kwenye mtaa alafu kizingatia ni mtaa wangu tu wa Temeke. Sehemu zingine ukiwauliza wenye viti wengine, hamna matukio kama haya. Kwa hiyo paka sisi tunajiuliza. Sasa nilikuwa naiomba kama serikali, serikali navyoiomba kama nikiwa kama mwenyekiti na mimi kama kiongozi wa serikali ya mtaa, inaomba serikali hayo mambo kama ya kuwa na tekoteko watu bila hatia yoyote walifanyia kazi. Amesimama katoka kuoga, kashika shati, kashikilia shati mkononi. Walipofika pale, wale waliokuwa kwa nyuma yake wakamshika mikono, wakamfunga na lile shati. Walipomfunga tukaona wamemnyanyua. Walipomnyanyua kwa sasa mimi kwa sababu ni kiongozi, nikahisi kwamba ni nini ni mapolisi, nikabidi niwaulize, jamani, naomba mnisikilize, mimi ni balozi wa eneo hili. Kuna shida gani? Labda mnipe ushirikiano, kuna shida ipi? hawakunijibu chochote, wakawa wanaondoka. Tena nilivyotamka hivyo, ndo wakaongeza mwendo kidogo, wakatokea mbele watu watu sita, kwa hiyo jumla walikuwa watu wako nane, wakambeba wakaondoka naye. Nikawatuma vijana wawili ambaye mmoja ni mwanangu anaitwa Hasani na huyu mwingine ni hapa hapa kwa mganga anaitwa Toma, wakawa wamewafuatilia wafuatilia wakashuka njia ya shule ya Islamia. Kufika pale shule ya Islamia wakuta gari imepakiwa pale katikati ya uwanja wa shule, wakawa wamempakia yule mkaka wakawa wameondoka naye, ile gari ikaelekea njia ya machinjioni. Wale omba Mama Samia, mama mama yetu, mwanamke mwenzetu, tusaidie huyu. Hao watoto wameacha familia zao. Mimi kama nikiwa kiongozi wa mtaa huu, naomba unisaidie hao watu, tujue kama wamekufa warudi, na kama wamepotea wame tu, kuna nini, tujue wako wapi. Mama Samia tusaidie, serikali yetu tunaomba mtusaidie. Tuna, tumeshafuatilia lakini hatupati ushirikiano wowote. Kilio hicho kimelifikia shirika la kutetea haki za binadamu la Safaord Organization Tanzania SOT, ambapo mkurugenzi wake Manga Msalaba amefika katika familia hiyo kwa lengo la kufuatilia haki za binadamu na kuwasisitiza wananchi kujilinda ili kuepukana na matukio ya kutekwa na watu wenye nia ovu. Wanaona? eh, kwa hiyo kuna kama unaona Alafu uwezi hata kumuita mwingine, au kama kuna firimbi ukapaza sauti. Firimbi moja tu, wale wasingembeba yule mtu, wasingempeleka yule kijana. Moja tu ikipigwa. Jamani, hawa watu hawaeleweki. Sasa ina maana hakuna ambaye angeacha kufuatilia hicho i, i, hilo hilo tukio kwa kina. Wangemwacha, yani wangemtupa hapo wakakimbia. Lakini sasa sisi, mtu anafika anachukuliwa tuna tumeona, sawa, anachukuliwa anapelekwa Ha! imefika hatua ameweka kwenye gari gari, imeondoka sijui kuelekea machinjioni tu. tuwe na ulinzi wa kwetu wenyewe, tunajirindaje? Kila mtu awe mlinzi wa mtu mwingine, kwa sababu siku na, na saa hizi sio nzuri. Kimsingi ni kitu kinasikitisha sana. Jamii hii ni jamii, ipo kwa makusudi ya Mungu mwenyewe, na serikali ndio ina mamlaka ya kulinda watu wake. Sasa tunawaomba wale, we, wale wenye mamlaka ya, ku, ya kuchunguza kupeleleza kubaini vyanzo au viashiria vya uhalifu basi wafanye kazi yao. Hii ni Nyamate Digital kutoka Mwanza.